Mtele mmoja mapishi mbalimbali. Hayo si maneno yangu bali ya wahenga, na bila shaka ulishaambiwa una mambo mengi kama unga wa ngano. Sasa je, unajua mmea wa nazi? Sijui wewe unauita tunda au kiungo. Kila kitu kina kazi, yaani hakuna cha kutupa, ndiyo kuanzia shina, matawi, hata hizo nazi zenyewe. Mti wake hutoa mbao zinazotumika kusakafia, kujengea au kutengenezea thamani Matawi yake hutumika kuwezekea nyumba, kufumia vikapu na kutengenezea mifagio ya nje maarufu kama chelewa. Sikukuu ya mitende, matawi yake hutumika kupamba makanisa. Nazi ikiwa mbichi huitwa dafu na maji yake hutumika kama kinywaji. Maji hayo pia hutumika na baadhi ya jamii kutengeneza pombe ya kienyeji. Ikikomaa, nazi hutumika kama kiungo cha vyakula. Wenyewe wanaita tui ambalo hutumika kupikia wali, maharage hata samaki. Pia unaweza kutafuna vipande vyake ambavyo wataalamu wanadai hutaingia kuboresha mfumo wa uzazi. Vifuu na maganda hutumika kama kuni za kupikia. Kiwandani nazi uchakato kutengeneza krimu ya vyakula, mafuta ya kupaka urembo na mafuta ya kupikia vyakula na kutengenezea sabuni. Nyuzi nyuzi za maganda pia uchakato kutengeneza kamba au wakati mwingine magodoro. Nazi ilitoka Asia, nchi za Indonesia, India na Ufilipino. Na huku Afrika ya Mashariki, Waarabu na Wajemi walikuja nayo kama bidhaa katika biashara zao karne ya nane, na mbegu zake, ambazo ndio nazi zenyewe, huweza kusafiri majini muda mrefu bila ya kuoza, na ndio maana pengine zimetufikia hata huku kwetu Afrika Mashariki ukanda wa joto ndio ustawisha zao hili. Ndio maana ni rahisi kulikuta Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Lindi, Mtwara, Pemba na Unguja, mikoa ya pembezoni mwa bahari.